ya Wanatanga, umejisikiaje mchezo huu mkubwa kuweza kuletwa hapa Tanga? Tumefurahi sana kwa kweli, tumefurahi sana, tumepewa heshima kubwa sana na naamini kwamba wageni wetu pia wamefurahi kukaa Tanga. Tanga haja leo kuondoka, majaliwa ni watu wakarimu, tuna vyakula vizuri, kwa naamini wageni wetu wamefurahi. Na tuleteeni michezo mingi zaidi na mechi nyingi zaidi. Kipi kimekufurahisha leo? Kwa kweli leo nimefurahi kuona uwanja Mkwakwani umejaa sana, lakini jana jioni niliona yale makosta yamekuja kwa wingi, alafu yameandikwa hatuchezi ng'o. Hmm, yeah, <laughs> <yeah, yeah. laughs> nikasema kwa kweli hii ndio yanga kwa kweli eh, timu ya wananchi ongereni sana <laughs> la kizushi hilo swali, eh, eh, swali la kizushi, lakini kwa kweli eh, eh, wamejipanga wako vizuri, hongereni sana. Ushauri wako sasa kwa wadau wa soka ambao wanakusikiliza wakati huu hapa, lakini pia kwa mashabiki ambao wameacha shughuli zao wamekuja kutazama finali hii. Ah, kwa kweli kama kubwa nimesoma oh, oh, comment mbili tatu kuhusu uwanja kwamba pitch hmm, ah, inahitaji kuboreshwa zaidi. Kwa hiyo hmm, ni uwanja wa chama chetu, lakini kwa kushirikiana na wadau, kwa tutaendelea kutafuta wadau wa kuboresha zaidi, lakini pia nadhani kuna masuala ya ya ya kuendelea kuhamasisha kwa mfano, uwanja uh, umejaa, tunashukuru Mungu, watu wamejaa, lakini kidogo kiingilio uh, ilikuwa elfu kumi na tano kwa elfu kumi Kwa hiyo kuna baadhi ya watu hawakuweza kumudu, kwa hiyo uh, tunaamini labda kingepunguzwa kidogo, watu wengi pia wakutoka Tanga wangeweza kujaza uwanja zaidi. Kwa hiyo sisi tunajua wenye shughuli zetu.